Haya alipokuwa yakijiri, mkuu wa kituo cha polisi cha Central Samson Taalam amepewa muda wa kuamua jinsi anavyonuia kuendeleza ombi lake la kutaka kufunguliwa kwa uchunguzi wa mahakama kuhusu kifo cha mwanablogu Albert Ojwang'. Aidha, ombi jipya limewasilishwa mahakamani kutaka uwajibikaji wa naibu inspekta generali wa polisi Eliud Lagat, aliyejiondoa kwa muda kuhusu mauaji ya Ojwang', kama anavyotuarifu Ben Kirui uu wa kituo cha polisi cha Nairobi Central Samson Taalam, ambaye ameshitakiwa kuhusiana na kifo cha Ojwang' akiwa katika hifadhi ya polisi, anasema kwamba kesi hiyo imekuwa na maamuzi mengi ya mapema kupitia kwa wakili wake Danstan Omari. Taalam ta aliwasilisha ombi katika mahakama kuu akisisitiza kwamba uchunguzi wa kimahakama ungefaa zaidi kubaini ukweli kamili kuhusu tukio hilo la Juni tarehe 8. Jumatano mahakama kuu ilimpa Taalamu muda wa kuamua jinsi anavyonuia kuendeleza suala hilo. Omari aliiambia mahakama kuwa sehemu kubwa ya maombi kwenye kesi, takriban asilimia 90, tayari yalikuwa yamepitwa na matukio na akaomba kesi itajwe tena Ijumaa, Julai tarehe nne, ili apate maelekezo zaidi kutoka kwa mteja wake. Jaji wa mahakama kuu Dayana Kavedza ameelekeza kutajwa kwa kesi hiyo Ijumaa ya wiki hii, ambapo mahakama inatarajiwa kutoa maelekezo ikiwemo, iwapo Taalam ataendelea na ombi la kufungua uchunguzi wa kimahakama au kuliondoa kabisa. Kwenye matukio yanayofungamana, ombi la awali lililohusiana na uchunguzi unaoendelea kuhusu kifo cha Ojwang la kumshinikiza Lagat kujiuzulu limeondolewa baada ya mahakama kufahamishwa kuhusu mabadiliko ya mwelekeo wa kesi hiyo. Wakili Ndegwa Njiru ameeleza kuwa watakuwa wakiomba ruhusa ya kurekebisha ombi ili lionyeshe matukio mapya. Jaji Kavedza alikubali ombi hilo la kuondolewa. Naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat ambaye alikuwa chini ya shinikizo kutoka kwa Wakenya na mashirika ya haki za binadamu Alijiuzulu kwa muda katikati ya mwezi Juni ili kuruhusu uchunguzi huru kuhusu kifo cha Ojwang'. Zaidi ya watu sita akiwemo OCS Samson Taalam na konstabl wa polisi James Muhwana tayari wameshtakiwa kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang'. Ben Kirui, runinga ya Citizen.